Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabi lalamin wassalatu wassalamu ala sharafi lambiyai waimami wa lmursalin sayidina muhammadin sala llahu alaihi wasalama ala. Wabaad, nam ndugu yangu mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu hii pendwa ya Jureej Mo Ruhaniyyaat. Leo tutaishi na darasa inayosema mwite nani? Muite khadimu huyu kwa kioo akusaidie mambo yako, na kusaidia wewe, ndugu yangu, ambaye unataabika katika kumtafuta msaidizi wa kiroho, khadimu, msaidizi wa kiroho. Naam, msaada wote ndugu zangu, unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhana. Mimi narudi kwenye kitabu Qurani, Qurani ndio kuna kila kitu. Mrudi kwa Mwenyezi Mungu, kisha tawakali kutoka kwake, kisha Mwenyezi Mungu atakusaidia. Wapo watu wanahitaji wapate wasaidizi, usaidizi ndio upo, usaidizi wa kheri. Ila sasa wewe unapokuwa unafanya jambo hili, basi jitahidi sana <coughs> e, uwe mcha Mungu, lakini uwe ni mwenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tutatumia kioo. Kioo kinafahamika na kinajulikana ambacho unakiweka mbele yako, halafu wewe unakiona unavyojiona wewe katika kioo. Basi ndugu zangu, upo uwezekano wa kumuita mtu kupitia kioo na akaja, kumuita kiumbe wa kihadimu akaja kupitia kioo, anakuja katika kioo Akishafika katika kioo basi, ala kulli hali, khadimu huyo ataweza kukubaliana naye na kuweza kufanya majambo mazuri ya kheri kabisa, ambayo siyo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Utafanyaje? Naomba kuwa pamoja nami ili uweze kupata darasa na maelezo kamili, ndugu zangu. Kuna kitu kinaitwa mandili. Mandili ni aina ya ilmu au ni ilmu fulani, ilmu ambayo ni ya uwazi kabisa. Yenyewe mandili unaweza kunaona laivu bila ya chenga. Sasa hizi mandili zimegawanyika katika sehemu mbalimbali, kuna mandili za watoto, kuna mandili ya wewe mwenyewe, pia kupitia kioo kama hivyo ambayo inatumika. Kuna nyingine zile za kutumia glasi ya maji hivyo. Sasa hii ya kioo hii, zipo njia ambazo unaweza ukawaitumia kwa ajili ya, kum, ya kumvuta na kumwita kupitia kioo. Lakini anapokuja katika kioo, mbele ya kioo kile mtaweza kuzungumza, na mnapokuwa mnazungumza basi wewe na yeye atakupa maelekezo. Hawa sasa ndio wale ambao wakija ana uwezo wa kuja na kile ambacho unachokihitaji kutoka kwake. Wengi wanahitaji pesa, wengi wanahitaji mali. Naam. anakuja yule kiumbe kupitia kioo. Akishafika katika kioo atakuuliza wewe, unahitaji kitu gani? Basi ala kule hali utamweleza mimi nahitaji kitu fulani, kisha baada ya hapo ataweza kukupatia maelekezo na maelezo. Lakini hawa ni wale wachamungu hawa ni wale ambao wanaomwogopa Allah. Atakuangalia pia kama wewe unafaa kuingia katika hiyo hali. Kama hufai, hataweza kukusaidia. Anaweza akakupa mtihani ukaufanya. Akishakupa huo mtihani ukiufanya, maana yake sasa wewe kama sio mchamungu au huko vizuri, nia yako sio nzuri, utafeli katika mtihani huo. Kwa hiyo, cha kwanza tunaona ni kusafisha nia na Mwenyezi Mungu ndio awe mbele yako. Kuna huyu jini anaitwa Shaumir Shaumiri, unamwita kupitia kioo. Akishafika sasa unafanyaje? Utachukua kioo chako, kile kioo ni lazima ukisomee sura ya ufunguo ufungua kile kinasomewa sura ya ufunguo. Kisha ukishakisomea sura ya ufunguo uki ukiweka mbele yako utakuwa wewe hujioni, ukishasoma tu huo ufunguo wewe utakuwa hujioni katika kile kioo. Ni ajabu sana. Sasa kama utakuwa hujioni, maana yake inatakiwa aje huyo anayekusudiwa aje kukaa pale umwone, ndio maana yake. Sikio kikiweka mbele yako, unajiangalia, unajiona na alafu, maajabu ya vioo haya ndugu zangu, hata ukitaka upate jini ndani ya siku mbili unampata. Mfano ukichukua kioo ukakiweka mbele yako, alafu ukabaki uchi unajiangalia, kwanzia yani umejiweka huko uchi, siku mbili ni nyingi, anakuja jini huyo, jini anakuja kiusingizi, lakini na jini huyo ni jini mahaba wengi sana wanaongoza katika haya majini majini haya mahaba mahaba, wanaojiangalia katika vioo. Sasa kwa kina mama, sasa ili uweze kumpata kwa haraka, chukua nywele zako hizo. Wale ambao wanakuwa ni wachafu wachafu, wanaweka nywele madawa, halafu haogi janaba, basi tampata jini faster sana. Halafu jiweke uchi, yaani unajiweka kioo, unajiangalia mwili wako jinsi ulivyo, basi kila time kwa siku unajiangalia hata mara saba Siku tatu ni nyingi, anakuja sasa. Kioo hiki kina siri, kwa maana unapokuwa unajiangalia, hata kama wewe una asili ya majini wa kawaida tu, wale wakupanda, unaweza ukajipandisha majini kupitia kioo. Kiweke kioo mbele yako, alafu jiangalie kwenye yale macho yako yale kwa muda mrefu, utajiona sio wewe pale. Pale unaweza ukapiga kilele za ajabu sana. Naona. Au kama wewe unajihisi una asili ya majini au na majini, fanya hivyo utaona. Jiangalie kwenye kioo, jiangalie, jiangalie bila kupepesa macho tena, unaweza ukajisomea hata Ayatul Kursiy, wallahi unaweza ukajiogopa, sio wewe, majini. Kwa hiyo mimi siko huko, niko katika kumuita huyu ukishasoma hiyo sura ya ufunguo, wewe utafutika, hutojiona, itabaki kioo kikopeni. Atakuja kiumbe kupitia kile kioo, akishafika pale atakaa, atasimama. Lakini sasa baada ya hapo, baada ya kufutika wewe katika kile kioo, ndio sasa unamwita una kwa utaratibu wake maalumu. Ukishamwita akija, basi ndio unaweza sasa kuongea naye Unaongea naye japokuwa sio njia nzuri sana kwa sababu kidogo itakuko itakuweka, kidogo akili yako itakaa, haitakuwa vizuri sana yaani, ndani ya siku mbili tatu nne hata wiki unaweza usiwe vizuri. Kwa hiyo tunapendekeza kama ni kumhudhurisha, kumuhu, tumia ile njia ya kumhudhurisha bila kumwona.